Kwa mimi naweza sema ma, m, kenye ilifanya niende hospitali nilisikia a sharp pain yenye ime imedunga ndani ya titi na ni, kama nimelala usiku na nikijaribu kujipindua nikashindwa, na kwa hivyo mimi nikienda the following day, hospitali nilikuwa nikienda nikisema ni kitu inaitwa either ni pneumonia nilikuwa naenda kutibiwa magonjwa mengine lakini daktari aliponifanyia hii physical examination ndio akagundua right inside kuna kalambu ndani, na ndio sasa akaniandikia aka nianze kufanyiwa hiyo na ultrasound. Nikafanyiwa ultrasound, niliporudisha result akanituma nifanyiwe mammogram. Niliporudisha result za mammogram akanituma tena tufanye biopsy. After the result ya biopsy sasa ndio mimi nilidecide kwenda St Mary's, kwa sababu still that campaign was, was still there so that is why I went for a further medical checkup in St Mary's and on reaching St Mary's, ndio wakaniadvise because you have been done all this, na kwangu si kuwa na akawia resort, ikitoka tu narudisha kwa daktari tena, naenda for further more examination.

On that breast ndio sasa inaletanga ujulikane uko, size, uko stage gani ya breast cancer ndio mimi nikagunduria i was in stage 2 kwa hivyo immediately after my histology report that is was when i started, started my chemotherapy in kenyatta and i was done eight session on finishing i started immediately radiotherapy of which i was done 25 sessions that yearly once. Okay, mimi naweza wahimiza kina mama wao hata wanajifanyia wao wenyewe physical examination. Kama umelala tu, you just pick your light hand, kama ni breast, you just press it, round, round, round. That is called your physical exam. Kama umelala, the other breast, the same. You does this. Unaangalia kama unaweza sikia kalamp, pia kuna shida. Unaanza kusikia hizi lymph node zikiwa chungu, unasikia lymph node zikiwa uchungu. Kuna wale wengine huwa wanakujaga kuniadvise, anaona titi ikidischarge, wewe you are not suckling, haunyonyeshi mtoto Ama hauko mjamzito lakini unakuta titi inatoa tu maji, unafaa kwenda kuona daktari. na huyo ni Tabitha Njeri Ndegwa ambaye alipona ugonjwa wa saratani ya matiti, na yeye anafanya biashara yake katika eneo la Kangundo. nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enok Musui. Asante sana mwanahabari wetu Enok Muswi hapo akizungumza na dada huyu ambaye hata yeye pia ni mwathiriwa wa tatizo hili la saratani ya matiti lakini, kama unavyomwona na kama unavyomwona uh, Karemi hapa, ni kwamba ukipata matibabu mapema unakuwa uko sawa. Daktari, kuna maswali hapa, sitaki tuondoke kabla ya kuyajibu, kabla ya kuendelea hapa. Uh, huwa anasema mimi saizi niko kwenye hedhi, uh, titi langu la kulia lina jiwe ndani lakini la kushoto halina jiwe, inawezekana kuwa nini? Yani kama anasikia na uvimbe na mm-hmm, hiyo um, kama, kama moja iko na uvimbe na ingine haina inamaanisha ambaye ana uvimbe kwa sababu hakufai kuwa na uvimbe. Sasa kama anasikia kuna kamawe, anafaa angali, aende angaliwe. Wakati mwingi hizi e, shida za matiti zinakuja kulingana na mabadiliko wa homoni, lakini inaweza kuwa muhimu kwamba, kama, kama ame, ame, ame, ameona kuna kitu aende hospitali, anaweza fanyiwa ama ultrasound kama hajafikisha miaka E, alafu kama after 40 years huwa tunafanya x-ray inaitwa mammogram, special x-ray. Sawa, huyu mwingine anasema mimi nilikuwa na lump nikaenda hospitali nikaambiwa, nirudi kesho yake nikapimwe, hiyo siku ikapotea, haijawahi rudi, inaweza kuwa nini? Um, na, wakati mwingi ni normal changes tu za titi ambazo zinafanyika kulingana na ile, ile, ile, ile wakati ambao uko kwa kwa, kwa ile kwa hali ya hedhi, those 30 days uh, time of the cycle. So basically kuna zile ambayo tunaita fibrocystic changes, ambazo zinafanyika kwa sababu unapata wakati mwingine zile, zile, zile ambazo zinatoa ma, maziwa mm. na zile ducts kunakuwa kuna, kuna na mabadiliko kidogo kidogo mm. ambayo huwa wakati mwingine ina, inakuja inakuisha, lakini wakati kuna kitu kama hiyo ikiendelea kufanyika ni vizuri uende hospitalini uangaliwe na daktari naam. Jambo Citizen TV, mama yangu tuko naye hapa nyumbani, matiti yake ufura na kutoa maji maji kama usaa na damu, shida inaweza kuwa nini? Nilivyoeleza ni kwamba, uh, dalili za saratani ya matiti ni kwamba kuna, kuna dalili kama kutoa vitu kwa, kwa, kwa nipples, mm. eh, na wakati mwingi ni ile inatoa harufu mm. ama iko na vitu ambazo zina chembe chembe za damu mm. so wakati kunafanyika hivyo inamaanisha kuna uwezekano inaweza kuwa ni kansa, so inaweza kuwa vizuri kama anaweza enda hospitali achukue hatua kwenda hospitali, alafu daktari mwenyewe atatembea naye wamfanyie vipimo, alafu wajue shida ni nini. Kwa ufupi, tunasema ukiona mabadiliko yoyote katika titi lako usisubiri, nenda hospitali ufanyiwe uchunguzi. Haya, tumjibu huyu alafu tuendelee. Anasema, helo daktari, mtoto wangu msichana ako shule but ako na lamp ndogo kwa matiti, huwa inaisha na inarudi. hmm. alitest hakuwa na kitu, lakini mwalimu anasema kwamba hiyo lamp imerudi tena. hmm. ana umri wa miaka 17 nifanyeje? hmm. Eh, kitu cha muhimu ni kwamba eh, Eh, hata anaenda hospitali anaangalia wakati mzuri. Wakati mwingine ni vizuri kujaribu ku, kuangalia pia hospitali ingine inaitwa seeking second opinion. Mm -hmm. Kwa sababu kuna zile vitu ambazo utaona kwa titi alafu daktari mmoja akuelezee ni hivi, yeye ajiamini aseme ni hii, na wakati mwingine unaweza pata, unaweza miss kwa sababu kujua kitu ni nini eh, kabisa, inakuanga kufanya ile inaitwa tissue, tissue diagnosis ambayo inaitwa histology ama biopsy. Mm -hmm. Bila hiyo hawezi jua nini haswa ni nini ex, lakini wakati mwingi kwa ile miaka, miaka yake mm -hmm. Eh, wakati mwingi ni benign, benign growths ambazo huwa zinaisha mm -hmm. Kuna zingine zinaitwa fibroadenoma fibrosis ambazo with time huwa zina, zina clear zenyewe Naam. Na. Okay, so, mm -hmm. sawa sawa. hu wanasema show iko wagwan. Haya, asante Roda. kutoka Mutomo anasema muulize daktari iwapo mtu anaenda kutafuta matibabu akiwa amechelewa, je, anaweza kupona au vipi? Na hapa pia daktari, nataka uzungumzie pia uh, kwa muktasari tu, maanake muda haunasi, madhara ya kutotafuta matibabu kwa wakati unaofaa na eh, hakuna ile ambayo tunasema kwamba mtu amechelewa. Wakati ambapo umejua kitu imefanyika, hiyo hmm, ndio wakati ambapo anafaa achukue ile hatua, aende hospitali. So, hata yeye eenngeza muhimiza hata kama leo anaweza aende hospitali, hmm, hapo aanze kuangaliwa na daktari, afuatiliwe, afanyiwe zile test, wajue shida ni nini. Eh, and then akishangaliwa kwamba hapo ndo atajua kwamba kama nini nafaa kufanyiwa kwa ile titi. Na, na kuna e, na, ule mwingine pengine amekaa naye akaona dalili mm. Akaanza kutumia vitu ambavyo sivyo badala mm, ya kwenda kutafuta e, matibabu. Madhara yake ni hapa, madhara haitakuwa mzuri kwa sababu kwamba sasa ukinapochelewa na unajaribu kume kutumia madawa za zile herbals za nyumbani, unapata kwamba inachelewesha kujua shida ni nini, na hii shida inaendelea kuwa, kuwa kubwa. Na especially kwa mba saratani ya matiti wakati mwingine, ni ile ukipata mapema itakusamea kwa sababu unaweza unaweza toa na upone vizuri, mm -hmm. Lakini unapochelewa kwamba iende iendelee iende isonge maybe iende kwa kwa spread what we call metastasis, inamaanisha kwamba hapo haitakuhurumia, so, inakuanga vizuri wakati mwingi ukiwa na shida yote, wachana mm -hmm. na mambo ya nyumbani, kwamba sikiza daktari, enda kwa hospitali ambayo ina, inaangalia wagonjwa ambao wana shida za saratani na usaidike. Karemi, kuna swala hapa, tulizungumzia ukasema support group eh, pengine tueleze katika hizi support groups mm, uh, za watu ambao uh, wako na tatizo hili ama wamekuwa na tatizo hili, ni kitu gani ambacho kinafanyika na huwa mnapokaa pamoja mm, umuhimu wake ni upi, tofauti na mtu ambaye hajaingia katika support groups? Uh, tunapea nanga psychological support mm -hmm. kwa sababu nikiambia mtu nilipitia hivi na yeye ndio anaanza anasikia, kumbe hata mimi naweza maliza matibabu yangu hiyo mm -hmm. Ndio inakuanga number one. Mm -hmm. Alafu unaweza pata mtu amesema nimehisi hivi after chemo, alafu nimwambie hata mimi nilihisi the same. Mm -hmm. So atakuwa anaona sio kitu abnormal. Mm -hmm. Kwa hivyo vile huyu amefeel, ndivyo hata mimi. Kwa hivyo atakuwa anasikia ako kwa group ambayo anakubalika. Mm -hmm. Number two, ile kitu nilikuja kuona watu wanasumbuka sana kwa hizi support group. Kuna mtu atavalia socks umetolewa matiti, hauna kitu ya kuvalia mm, kwa sababu haujui hata utatoa wapi. Unapata huyo mtu anatafuta socks, anaweka mavitambaa huko ndani halafu anavalia hiyo, ikiwa mm. So kama mimi vile niliamua kufanya kwa grupu yangu, nitafuta watu wachache ambao sio waadhiliwa wanisaidie tuka, nikalipa mtu atuonyeshe kushona, so nikaanza kushona matiti ambazo nilikuwa nime ambazo tunawapatia mm. na kwangu kwa hii grupu yangu hatulipishi mm. mtu kumpatia hii mm -hmm. kwa sababu mimi mara ya kwanza ambayo nilitafuta, nilijaribu kununua ile silicone nikauziwa 25000 pesa ambayo singepata. mm -hmm. So, na ilikuwa mzito, hiyo ilikuwa kubwa kuliko mimi, so nilikuwa nasikia tu hiyo pande moja, mwili umeregea pande moja, umegemea pande moja. Mtu akakuja akaniona hospitali akaniletea hii free So na mimi nikajiambia wakati nitapata watu ambao wanaweza ni support na mimi nitawashonea. Mm -hmm. So niliongea na marafiki zangu wakaninunulia wengine uzi na vibe ambayo tumeweka ndani. Mm -hmm na waka nikaanza watu marafiki zangu, kuna mmoja ametupatia mpaka kwake hmm. Anaitwa Lucy, ameniambia mkitaka kumiti unakuja kwangu hata anatupatia kitu ya kukula, yes. Tunaenda kwake kwa, kwa hmm. Lucy hmm. Tunakaa hapo kwake tunaongea na watu, sio, siwezi sema ni waadhiliwa hmm. au ni watu wale wananisupport, wa mimi mito tunawaita tu care givers, huyo hmm. Lucy ndega, there is Monica, there is my sister na mwenye alitembea na mimi kutoka siku ya kwanza hmm. walijitolea kuwa wananishonea hizi mm. na mimi na tafuta marafiki wananunua fiber, mm. na juu hata mimi sijatoa pesa yangu mm. na mimi nikasema sitakuwa nauzia watu mm. so kama leo najua niko na kama 20 zinapeana hapo embu level 5 mm. kuna function iko hapo nilipeana 20 mm. niko na zingine nataka kutuma Eldoret kesho mm. tunawasaidia tu. Sasa na mimi nataka uwapatie watazamaji wangu ambao wanakutizama, pengine mtu anahitaji akikutaka atakupataje? ili uweze kumpatia So, kama saa hii niliandika kwa supporting group yetu mm. nikasema niko nazo wale wanataka, nikaambua kuna grupu iko Machakos iko na watu 67 ambao mimi sina hiyo nguvu ya kutoa hizo mingi. Mm. So nikawaambia wanikubalie nikipata msaada kutoka kwa watu tutashona mm, na tutaenda kuwapelekea tukiongea na wao. Mm. Eldoret, nimeitishwa kama around 20. Sawa, hao wote utawapelekea lakini na hawa wangu wanaokutizama na pengine mwingine ambaye uwa, anataka kukusaidia kukusupport, pengine Bile na material tuki, ili uweze yeah, kushona uweze kupatia hao wote. Maana yake huwa anasema hili, yeah, jambo si la mtu mmoja peke yake. Kama kuna mtu pengine anakuangalia na anasema m mm, ningempata Karemi pengine ningem nikamnunulia uzi nikamnunulia faiba na yeye abariki wengine kama alivyobariki. hata kupataje? So mimi na kuanga kazi nafanya Nakuru. mm -hmm. na najua my colleagues wamenisaidia sana, wananitizama mm -hmm. na niko Embu bado huko ndiko nyumbani mm -hmm. kwa hivyo nikipeana namba ya simu wale watu naongeanga nao mm -hmm. najua hivyo ndivyo wananipata wengi mm -hmm. na wananipigianga simu na tumana hata na parcel mm -hmm. mbola unasimamia gharama ya parcel mm -hmm. but wakati awezi gharamia hata hiyo 200 ama 100 ya parcel mm -hmm. mimi kuna wakati nimech kulia jukumu langu na kutumania. mm. Kwa hivyo tutaongea na wao tutapeana namba yangu ya simu. Ndio sasa upa, um, tupatie maanake tunafunga. Namba yangu ni 0725 mm. Hiyo ndio namba ile natumia. mm -hmm. Na mtu akitaka hizi matiti aniambie, tutaongea na tukubaliane mahali ziko mm -hmm. Na nitaweza kwenda na nitaweza kumtumania, na yule ambaye pia anataka kukusupport katika kusaidia wengine pia atume kitu kwa hiyo namba mm -hmm. Mbele, paketi moja ya uzi tunanunuanga mia sita mia saba na bag moja ya, ulen, ya fiber tunanunuanga giri tatu ama sasa, tunapomalizia kauli yako ya mwisho mm, utawaambia nini watazamaji? Yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye hajakuwa mgonjwa, yule Me... ambaye mm, anakaa na mgonjwa, anahisi kwamba ana mzigo katika safari hii. Niseme hivi, kansa ni mzigo, tusichukulie kama ni familia. Usichukue huyo mtu kama amekuwa mzigo kwako, mm, wacha tuwapatie support. Mm. na wewe ambao uko hapo na uko mgonjwa wacha niwaambie ile Mungu ulikuwa umejiambia utafanya njiamini, utafanya okay. Wakati niliambiwa niko na kansa, nilikuwa nimeanza bacharasi yangu sikuwa ya nimemaliza, nikaafektiwa akili, siku nakumbuka kitu nikashindwa kufikiria nikakaa nje miaka mbili nikarudi shule hivi. Mm. Sasa mnaniona nime graduate na bachelors yangu, wow. Nikaanza masters mm -hmm. Ambayo nayo after ndugu yangu aligonjeka ya nikashindwa kuendelea na masomo mm -hmm. Lakini najua nitamaliza mm -hmm. So najiamini mpaka the next two years mm -hmm. nitamaliza masters yangu na hata hapo mbele kama ni kuendelea nitaendelea. Kwa hivyo mahali huko unasikia kama umefika mwisho, tafadhali usifike mwisho tuko hapa kuwashika kuwa mkono, tuko hapa kutembea na nyinyi. Unjitie nguvu wewe na unjiambie hiyo, Mungu alikuwa amesema ni lazima nifike, lazima ufike hapo. Asante daktari, maswali ni mengi hapa, ningependa nikupatie huyu ashughulikie, lakini kwa vile sina muda kama pengine ungeweza kupatia, na watu waweze kukuuliza moja kwa moja na kutaka ushauri. Unayo namba ya simu? Naam. Uh, um, nambari ya simu ni 0745 uh-huh. Uh, 984. 794 mm hiyo -hmm. Eh, ndo namba ya simu ya hospitali. Hospitali yetu inaitwa Universal Trends. Tunakwanga hapo Nairobi, hapo town CBD. mm -hmm. Na huwa tunakwanga na support groups ambao tunasaidia wamama hasa sana si wa, wa cancer lakini wale ambao wana zile vitu maybe maybe uvimbe na zile vitu ambazo zinaelekea, so tunatembea nao, tunawapigia simu, tunawafuatilia kuthuruma. Kauli ya mwisho kuhusiana na saratani ya matiti. Na oh, yeah, saratani saratani ya matiti ni kwamba anaweza sema e, si hukumu kwamba unaenda kukufa, mm. E, saratani ya matiti ni watu wanapata na wanapona, mm. E, kuhusu kulingana na ile kutembea na daktari, mm -hmm. na kukuwa na support groups, sasa wajitie nguvu na the most important thing ni screening. Asante mtazamaji, tungependa kuendelea lakini muda wetu haunasi. Kwa hivyo, kutoka kwangu nitasema asante sana kwa kutizama. Wale ambao pengine wameanza matibabu, tunawaombea safari yenu iwe rahisi na muwe na nguvu, muwe na imani kwamba kila kitu kinawezekana. Tumeona mifano na mifano mingi, tu itatokea na wewe pia utakuwa ni mfano katika siku zijazo kwa wale ambao watakuwa wamepigana na saratani, na kutakia mchana mwema. Jina langu ni Mwanaamisi Hamadi. Kwa heri.